Hebu fanyeni mapenzi, mwache stori zenu za hapa na pale, kwani Biblia eny e silisema yes, watu afanya mapenzi. Anyway, karibuni tena katika channel yangu, kwa majina ni Betty. Kwa wale ambao ni wageni karibuni sana, wale ambao ni wakitambo pia mkaribie na mzidi kukaribia hmm? Fanyeni mapenzi. Acheni kuogopa eh, tombaneni kabisa, mwache kuogopa Wanaume na wanawake, anyway, jambo langu nataka kusema ni usijaribu kuacha mwanamke wako akajua utamu wa mwanamume mwingine pale nje, kwa sababu the moment atakapokuwa anaonja, ameonja, ama ataonja ata utamu wa mwanamume mwingine pale nje, ambao ni tofauti na wewe. Hmm. Huyo mwanamke hata yuko ku striti kama vile ambavyo walikuwa na ku striti kitambo. Hiyo ni siri na watakupatia wanaume. Tumelewana? Hakikisha mwanamke wako hata wewe kutamani kutoka nje. Erezn mwanamke akionja utamwanje. Akili yake aikuangi sawa tena. Tumelewana? Mwanaume anatembea anaweza kutembea na wanawake tofauti tofauti, na ikakuwa tu hiyo ni kama routine hmm? ikakuwa hiyo ni kama routine ala again bas oh. <laughs> hmm? Mwanaume unaweza kutembea na wanawake tofauti tofauti pale na pale, lakini its not like, kwa sababu unaridhika una kule mahali wewe unaenda kwa sababu pengine bidii yako iko mbali, ama pengine ulipeza, yaani ni tamaa imekufika. Lakini mwanamke akiamua kutoka nje, huwa anaamua kutoka nje na sababu sawa. Mwanamke anatokanga nje na sababu. Sababu ya kwanza ikiwa pengine ni humridhishi katika maisha yake, yaani unamnyima sawa. Sababu ya pili pengine humtombeshe vizuri. Haya, sababu ya tatu hujui kumshughulikia yule mwanamke, si mahitaji nyumbani, si kitandani, si kifedha, si malezi. Wewe huko tu kama ani, hujielewi. Mwanamke atatoka nje, mwanamke atatoka nje kwa sababu yule mwanamume mwingine alimpromise atampatia na akamuonyesha kwamba he is capable kumpatia hmm? Ako capable kumpatia kile ambacho amepromise, lakini sasa, wewe promise zako ni za uongo eh? Kila ukimwambia tutaenda out unaangukia kwamba ah, sina pesa saizi, tutaenda wakati mwingine. Hmm? Failed promises kwa mwanamke. Wewe kama mwanaume unamwambia bibi yako na kitu ambacho hutakifanya, yule mwanamke anachoka, anakuvumilia, na kusema unamdanganya, una tena hmm. Ukimdanganya tena, roho yake inakasirika, kukasirika, kadri anavyozidi kukasirika, ndo zile feelings zake wazinamwishe, anakuwa hana na wewe hamna hata ukatongelesha hakutaki tena. Sasa akikisha asipate danga kule nje ah, kwa sababu the moment atapata danga kule nje, wewe kule nje ukisha, utakuwa uko naye yule mwanamke, kwa vile uko na watoto, mlee watoto ona, mlee watoto. Yeye atakuwa yuko pale kwa sababu watoto si hati yuko pale kwa sababu ya kukupenda wewe. Na of wanawake wengi wako hivyo, wako kwenye ndoa kwa sababu ya watoto, hawako pale tena kwa sababu ya ndoa hmm. Mwanaume ni muongo, mwanaume ana mambo mengi, mwanaume ni, ni, ni, ni, ana, anatembea na wanawake kama kama nini hapa na pale, hapo mziki, so mwanamke anachoka, mwanamke akiamua anaamua anaenda kutafuta mwanamume mwingine, mwanaume mwenye ana mwana mwana promise ana na anafanyia anamchukua hapo, na sikia, anaenda kununua tomato, naenda sokoni ama naenda kumsalimia mtu fulani, amebeba handbag kake kazuri, nguo zake kwa pale ndani, chomo kwa auti na mwanaume mwingine. Wanawake wengi wako kwenye ndoa wanatombwa nje. Kwa sababu gani? Nyinyi wanaume hamwashughulikii mabibi zenu, na hamtaki kuambiwa. Ukiona kwa bibi kwako, kwa ni makofi, ni kumtia mangumi na mateke, ikiwezekana mdunge kisu, hmm? So mwanamke akichoka, anatoka anaenda tafuta furaha mbele, kama vile wanavyoenda kutafuta furaha, hata mwanamke naye anaweza kwenda kutafuta tena, ikiwa ametulia, hmm? akiwa ametulia, maanake sisi wanawake tunaweza ku, ku, ku, kutembea nje na hutajua na hata ukiangalia simu kwa message wewe kuona. Not unless ametaka uione hiyo message, mwanamke ametaka kuiona, ametaka uione hiyo message. Lakini kama mwanamke hataki ujue kama unatembea nje, never ever, hutawahi kuona chochote kwa simu na hutawahi kuona tabia zozote ni ile tu ata change moods za kwamba ukimshika hajisikii eh? wakati ukitaka kumwingia yuko dry, lakini akienda kushuka na yule mwanaume mwingine yuko very soft na ni mtamu. Sasa shida inaingililia gena hapo eh? yule mwanaume mwingine kule yuamfurahisha, akimshika tu yuasikia buzibams zimemwingia kwa mwili <laughs> Mwanamke anakuwa na maji kule chini na ute mzuri sana eh? Lakini sasa akikuja kwako, watu ukijaribu awafanya nini uko amekauka, amekauka. Kisa na maana ni nini? Zile promise zako ulikuwa unamdanganya, zile madharau ulikuwa unamfanyia, zile shida zote ulikuwa unampitishia, yule mwanamke alikuchoka. Ni kutoka haezi toka kwa sababu ana watoto wadogo pengine na bado hajajipanga, lakini akijipanga tu vizuri hivi akienda aa, hutawemuona tena. Unaweza msikia yuko majuu ama ameolewa ama yuko single, lakini anaishi maisha yake vizuri tu kama kawaida. So fanyeni mapenzi, furahisheni mabibi zenu na promis yenye unajaribu kumwekea bibi yako, usiweke promisi kubwa eka promise ambayo unaweza kuimudu, kui promise ambayo unaweza kuifanya ikafanyika. Hmm, promise ambayo unaweza kuninino unaweza kuifulfill ukimwambia, tutaenda town, hakikisha uko na hiyo pesa ya kwenda town. Nenda mkanunue ka, ka, ka, chakula kidogo mkule, haya mtembetembeze hivyo, mpeleke beach akaogelee usiseme bibi yako ni mshamba anavaa madera na hata na, lakini unaweza kuona kumchukua ukampeleka nje. Yule ni bibi yako, kwa sababu ukikuwa mgonjwa, huyo ndiye atakayekuja kukusaidia kesho. Tumeelewana? Huyo ndiye atakayekuja kukusaidia kesho kwa yuko. So changu ni kusema tombaneni, kwa sababu bibilia yenye inasema watu mapasa wenyewe wana, wana, wana hubiri wakisema wanawake na wanaume mfanye tendo la ndoa kwa sababu hiyo ni hali ya ndoa, hali ya ndoa. Karibuni katika chaneli yau. Sana, tukutaneni wakati mwingine.